Mamlaka nchini Sudan imesema maiti nyingi zimepatikana ndani ya kisima katika mji mkuu wa Khartoum, siku chache baada ya jeshi kulikomboa eneo hilo kutoka kwa kundi la wanamgambo. Polisi ilisema jana kuwa miili 15, ikiwemo ya wanawake na watoto, iligunduliwa Jumamosi ndani ya kisima kirefu kwenye kitongoji cha Fayhaa. Kanali Abdul-Rahanan Mohamed Hassan, mkuu wa kikosi cha raia mjini Khartoum, amesema msako katika eneo hilo ulianzishwa baada ya wakazi kuripoti kwamba walikuta maiti moja ndani ya kisima. Polisi wamesema watu hao waliuawa na vikosi vya RSF, kabla ya kutupwa kwenye kisima, wakati wanamgambo hao walipokuwa wakilidhibiti eneo hilo. Miili <mimu> hizo ziliondolewa na shirika la msalaba mwekundu na kupelekwa kwa chumba cha kuhifadhi maiti zikisubiri utambuzi <mimu> Takriban miaka miwili vita kati ya jeshi na wanamgambo wa RSF imeacha maeneo makubwa ya mji mkuu Khartoum na uharibifu mkubwa. Khartoum imeshuhudia zaidi ya watu milioni 3.5 wakikimbia tangu vita kuanza, hii ni kulingana na shirika la Umoja wa Mataifa. Watu wengine wengi vilevile wameuawa katika makabiliano hayo kufuatia uhasama ya majenerali wawili. Kevin Sewe, Mwanzo